Bwela ipumzi ya moto baba, jibisi nane? Wape wape baba, wape umenelewa? Kwa hiyo yani wao wasahivi walichobakisha, sawa. Si tunaongea uhalisia wa mpira. Chama tumemtengeneza sisi, t ametumikia klabu yetu misimu sita, kashindwa kuipeleka timu hapo nusu kwani fainali. Waambie hao wewe, Chama ni nani? Mchezaji amekaa miezi minne mpanzo mpaka sasa hivi anaipeleka Simba nusu fainali, si si na anaipeleka Simba fainali miezi minne, sijui umeelewa. Sasa wewe mimi, eti unasema eti eti kuna mwana Simba anaweza akakaa eti chama baba. Wambie, Wambie baba. Wambie baba. Wambie baba. Lazima utoe na miwani ukimtaja, tumlilie chama. Chama sisi Yaani kinyago tumekichonga wenyewe, leo tukililia, tukitishe. Wape baba, wape baba, wape. Si tumemtumia chama, alikuwa bora, umeelewa? Kaja kufundishwa skills za Simba. Simba sio chama tu. Leo unapomzungumzia Kibdeni, si ametolewa mbia site, Kibdeni sasa hivi profile yake, nani anaweza kaibeba hapa Tanzania kwa wachezaji wa ndani? <laughs> Ndio maana nikakwambia mpira wa Tanzania unaharibiwa na nini? Unaharibiwa na propaganda za wachambuzi wa mpira eh. Hmm. Baba, umenielewa baba, bibisi nane wape, tengeneza eti kusii kuna ova imetoka waidadi. Hivi wewe waidadi wakutaki wewe, unaweza ukagoma wewe <laughs> sisiezi na mpira wenyewe kwenye hiyo klabu <laughs> Yaani leo idadi ya Casablanca na kesho kutwa anaenda Marekani anaenda kucheza klabu bingwa wa dunia, mzinzi akatae Yanga, sasema amuunzi lakini <laughs> Mzinzi akatae Konda waida ni Casablanca. Mamelodi ndio ametoa macho kabisa. Wanamhitaji Aziziki. Azizi akatae. <laughs> Achana na ofa za kutengeneza. Ofa zinajileta wenyewe. Umeona chama na Mixon walivyoondoka Simba tulizuia. Wanaume wamekuja bwana, vipi, tunataka chama. Balkane, mechi inakuja na tunataka huyu yeah. Tunataka Jose Ruiz, Mixon, yeah. Wewe umemsumbua nani mpaka watu watu waje kuhitaji hivi vilabu vikubwa? Ukiona vinahitaji wachezaji umewasumbua. Mixon ametakiwa <laughs> na national. Mixon amewasumbua national, umeelewa? Baya ubwela eh. Ubwela ipumzie ya moto. Baba, nane? Wape, wape, baba wape wape umeelewa? Kwa hiyo yani wao wasahivi walichobakisha sawa, si tunaongea uhalisia wa mpira. Chama tumemtengeneza sisi. Tumemtumikia, ametumikia klabu yetu misimu sita Kashindo